Hebu sasa basi tuingie katika sehemu yetu ya nipe nikupe. Tuko naye Evans. Evans hujambo? Sijambo Mashirima. Unatupigia kutoka wapi? Ni, ni Evans Wanyela kutoka Bungoma County. Aha, karibu sana mwone, huyo hapa atakueleza yale maneno ambayo mtapokezana hii leo. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha historia za wahusika mashuhuri, kipengele kinachokuletea simulizi za watu walioibukia kuwa nyota katika taaluma zao. Leo tunamulika mwanahabari mahiri wa Kiswahili Mashirima Kapombe. Mashirima Kapombe ni miongoni mwa wanahabari wanaopendwa sana nchini Kenya. wasaa wake wa lugha ya Kiswahili na haiba yake ya kipekee mfanya kuwa miongoni mwa sura zinazotambulika sana kwenye televisheni. Mashirima alizaliwa tarehe mosi mwaka wa 1989 katika mji wa Voi ulioko kaunti ya Taita Taveta. Baba yake ni Mgiriama kuu, mama yake akiwa ya Mtaita. Huyo basi, anatoka katika jamii mbili zenye historia tajiri za pwani ya Kenya. Baada ya kuzaliwa Voi, familia yao ilihamia Nyeri, ambako Mashirima alianza masomo yake ya msingi katika shule ya Consolata Primary School. Baadaye aliendelea na elimu ya sekondari katika Timugandu High School huko Karatina, ambako Alifanya vyema katika mitihani yake ya kidato cha nne mwaka wa 2008, na Mashirima alijiunga na chuo kikuu cha Daystar akisomea shahada ya sanaa katika mawasiliano yani Bachelor of Arts in Communication. Hapo ndipo alipoanza safari yake ya uanahabari kupitia redio ya chuo yani Shine FM kama mtangazaji wa vipindi. Baada ya kuhitimu mwaka wa 2012, alijiunga na KBC kwa mafunzo ya kazi kisha akapata nafasi katika QFM chini ya Nation Media Group. Kutokana na umahiri wake alipewa nafasi ya kuwa mtangazaji wa habari katika NTV kabla ya kuhamia KTN mwaka wa 2013. Kwa sasa Mashirima Kapombe anafanya kazi katika Citizen TV chini ya Royal Media Services. Anaongoza matangazo ya Nipashe wikendi kila Ijumaa saa moja jioni na pia pengele maarufu cha Longalonga pamoja na Nuru Bakari. Mbali na taaluma yake, Mashirima ni mama wa mtoto mmoja wa kiume anayeitwa Kenga. Ingawa amekuwa akiepuka kuweka wazi maisha yake ya kimapenzi, amewahi kuelezea kuwa uzoefu wa kuwa mama umemjengea kuwa mnyenyekevu na mwenye huruma hata zaidi. Wengi walidhani alifunga ndoa alipovaa gauni jeupe la harusi katika picha alizoweka Instagram lakini Mashirima alifafanua kuwa ilikuwa ni upigaji picha tu na si harusi halisi. Katika kazi yake amepata kutuzwa mara kadhaa, ikiwemo tuzo ya mwanahabari chipukizi bora wa mwaka wa 2013 katika Ajea Awards, mwandishi wa masuala ya jinsia mnamo mwaka wa 2014 na, na, na tuzo ya uandishi wa maendeleo mwaka wa 2017. Mashirima pia amekuwa mstari wa mbele kupiga unyanyasaji wa kijinsia baada ya kupitia tukio la kikatili katika sinema moja jijini Nairobi. Kwa umri wa miaka thelathini na mmoja tu Mashirima Kapombe amejijengea nafasi kubwa katika ulimwengu wa habari nchini Kenya, huku akiendelea kuwa kielelezo cha maadili mema, taaluma na ubunifu kwa wanahabari wachanga. Kwa hakika Mashirima ni mfano bora wa mwanamke anayethibitisha kuwa urembo, akili na bidii vinaweza kuwa sabamba. Na hiyo ndiyo historia ya Mashirima Kapombe, mwanahabari shupavu, mwenye sauti na moyo wa kubadilisha jamii. Hadi wakati mwingine, nimekuwa msimulizi wako Kaka Ken. Na hii ni Kaka Ken 254.